Ilikopo ni asubuhi, tumefika hospitali ilikopo tarehe 24, tuliofika pale hospitali, mimi nikafika pale hospitali nikakaa, mke wangu ndo akaanza kufanya hizo process za kuonana na daktari. Tulivoonana na daktari, tukamkuta daktari mwingine wa kike yupo mle ndani. Tulivomkuta yule daktari, tukaongea naye, yule daktari akaniambia kwamba lala hapo, ni kuangalia, akalala nika nika nikalala kweli pale kitandani, akipo na daktari na daktari yule wa kike yumo na mume wangu na yeye mwenyewe daktari Juma. Nilipokuwa nimelala pale, akanibinyabinya tumbo akaniambia shuka, nivo shuka. Akatulekeza kwa dokta mmoja hivi, akasema kwamba kuna dokta hapa ultrasound haipo ila kuna dokta mwingine ambaye anayo hiyo ultrasound. Akawa ametuelekeza kwa dokta Lichi, tukawa tumeenda tumefika kwa dokta Lichi. Huyo dokta Lichi akawa amefanyaje, ametupima ultrasound, akatuuliza majibu, alisema nimrudishie, tukasema ndio, akatupa ile majibu, tukawa tumemrudisha dokta Juma, tulipomrudisha dokta Juma, dokta Juma tukamkuta yupo na wagonjwa wengine. Tu tu, tumempa yale majibu tu, akaniambia kwamba wewe una uchafu mwingi, kwa hiyo kuna dawa ambayo nitakuwa nikupatie ili kusaidie. Alivyokuwa akaniambia sasa akaniambia lala hapo chini ili nikupachikie dawa. Vua nguo nikupachikie dawa. Kweli nikavua mimi nguo, akaniambia mimi nifanyaje? Amenipachikia dawa. Ameniambia lala hapo chini, nikawa nimelala. Nimelala akaja akawa amevua nguo na yeye akaanza kunibaka. Alivyoanza kunibaka mimi nikaanza kuwa nalia. Nipo nalia afu akawa ananiziba mdomo. Mambo gani sasa? Tufanyeje? Hao wananchi waende wapi? Lakini haya yote yanafanyika yote, ndugu zangu. Wewe mganga mkuu, haupo hapa, hebu usimame. Ni kijana wala sio mzee, una shida gani? Haya yote huwa uyajui wewe? Haya ukaunda kamati, hili limekuja kwako, ukaunda kamati nzuri tu ya wataalamu ambao sisi tunaamini sote hapa sio, sio, sio kamati ya kitaalamu. Ulikuwa na la kwako ambalo ulikuwa unataka kulificha. Wewe unaficha au ni uzembe au kutokujali kuto lakini kamati, we mwenyewe unaishangaa kweli, ni wewe uliyoiunda ikatuletea taarifa ya uongo. Mganga mkuu wa mkoa akaunda kamati ya wataalamu ikaleta na comprehensive report ikisema kamati ile iliyoundwa imetoa taarifa ya uongo ya wilaya, licha ya kuwa mkuu wa wilaya alikuagiza uunda kamati lakini ulidharau au ni uzeni. Na wewe mmesema rasmi, mmeandika barua TAMISEMI, mmeandika barua TAMISEMI ahamishwe. Hakuna kuhamishwa Asimame kazi. Kama TAMISEMI watamuhamisha, wamhamisha, lakini sio kwa nafasi ya mganga mkuu. Tunaelewa yani, iwe comment kabisa bolded kwa makosa haya aliyonayo. Mkurugenzi hapa, sijui kama na mamlaka au ni, msimamishe huyo mtu kazi, mganga mkuu. Lete mganga, mganga mkuu mfawidhi hapa, DMO hapa, akaimu hiyo nafasi mpaka mtakapofanya marekebisho baadaye. Kwa sababu haya mambo, huyu bwana yupo hapa, ametuundia tume ya uongo, uongo, uongo na kweli, uongo tu ameletewa ripoti, yakakubaliana nayo. Mganga mkuu analeta ripoti chini ya rasi tofauti, inasema ile kamati hakuna ilichofanya, lakini hakuna mtaalamu aliyemweka huyo nesi. Wewe na yule uliyempa mwenyekiti wa kamati afsaliishe sijui nani, wote msimame kazi.